Mtihani binadamu inapokujia, Allah akikupa mitihani, Allah anataka ajue ukweli wa ile imani unayotamka kwenye swala, kwenye dua zako, ukaombea Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala, Allahumma la mania lima ataita wala mutia lima manata, zile dua unazoziomba baada ya sala na kwenye swala unapomwambia Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwamba wewe na kuabudu na wewe na kuomba msaada Allah, sasa anataka ajue ukweli wa yale ambao kwamba unayotangaza, huwa ndio anakuletea mtihani. Ndio maana katika surati Muhammad anasema vipi, Wala walanabluannakum hatta naalama lmujahidina minkum was-sabirin wasabirina wanablua akhbarakum, tuwajue wa kweli, ndio maana tuwaleteeni mitihani. Riziki zina bana, kila unaloshika halendi Maisha yamesakama, je uta, utatoka katika ile manhaji ya iyyaka na'budu, kwamba yeye ndio unamwabudu na yeye ndio unamuomba msaada, ukafanye mambo ambayo kwamba Allah hayaridhi? Allah anakupima, pale ndio mitihani inapokuja. Ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna, watu watasema tu tumeamini, wa hum la yuftanunu, usiingizwe kwenye mitihani

lazima mitihani na ile mitihani. Sasa inapokuja mitihani sasa inapokuja, ndio inapoinua zile daraja zako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unainuliwa kile cheo chako na kusamehewa yale madhambi.